Huyu bwana anasema yako mapendekezo tunaletewa na wawekezaji kwenye sekta ya nyama, wanaleta kwenye Bodi ya Nyama ya kwenda kujitangaza kwenye masoko ya kimataifa, lakini hatujawahi kwenda. Kwa mfano, umesema Dubai, sio kwenye Gafood, eh, Gafood kila, kila, kila, kila mwaka kila mwezi wa pili, umewapa ume, ume ma, maoni ma, ma hayo na mapendekezo hayo lini? Nimekuwa nikiyatoa msajili, na ni mashahidi, niliwahi mm. kushawishi kwamba mm. sisi kwenda nje mm. kama individuals mm. mapokeo yake mm. yanakuwa sio mazuri mm. lakini wenzetu wanachotuzidi wa Kenya mm. inaenda kama serikali, aidha mm. kwa kukusanya wadau wote mm. na kuweza kupata hiyo hela ya kwenda, kwa sababu serikali inawezekana muda mwingine anasema budget hakuna, umeelewa? mm. mm. sisi wadau tuko tayari. Hayo nimekuwa nikiyatoa mara kwa mara, kwa sababu tukienda nje hatupati mapokeo kama wenzetu wenzetu. Ukienda gafu unakuta wanabuthi kubwa mm. limeandikwa serikali ya Kenya mm. wamewaleta wadau wote mle ndani. Sasa sisi tunaenda kama sisi, ukienda kule Chobo hawakujui, lakini ikienda serikali ya Jamhuri ni tofauti. Unasemaje kuhusu hoja hiyo, na ilipoletwa wizarani au kwenye bodi, bodi iliamuaje? Ameshaambia okay, Alinambia wakati ule ambapo walikwenda na alikuwa msajili, na, na yeye walikutana wene maonesho changamoto p... wewe umekuwa msajili tangu lini? Februari 2023? eh yes. Sasa Februari 23 20 alikwambia lini, ilo wazo? Ulifanya <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> nini baada ya kupata mapendekezo hayo? <coughs> Kila mtu anataka kwenda individual na nadhani hata mwaka huu you leno know, you know, nikaenda peke yake, kila mtu anaenda peke yake, sio kwamba wawai wanaenda, kila mtu anataka kwenda peke yake. Baada mm ya tatizo la soko la Katara mm paswa, niliwaita exporters wote e, nikaja nikawaambia, kwa nini tuwe e, na umoja kesi kama ile. Walinielewa, ikawa bado, tukatengeneza huku na wakakubali. Ilikuwa <coughs> lini <coughs> ulipowaita? Na mwaka huu, mwaka jana mmeshaunda chombo hicho cha umoja mwaka mzima umekatika. Tumetengeneza grupu, lakini angalau grupu la WhatsApp ndio tujaanza pale, na, tulikuwa na na bado, mko kwenye grupu la WhatsApp hamjaenda zaidi ya WhatsApp? Hapana, kwa sababu kwanza tunapambana kutatua tatizo la Katari kama grupu, na sasa. Sikiliza na, na... Ya bwana, yani wazo linakuja elfu mbili na tatu 2023 Februari umeteuliwa, leo tunapozungumza ni Januari 26, halijatekelezwa na tumeshindwa kuwaunganisha hao exporter. Sasa tukubaliane kuanzia sasa, kwanza tuna mpango na tunaenda na, na kasi kubwa kuunganisha bodi ya nyama na bodi ya maziwa kuwa chombo kimoja kitakachojulikana kama bodi ya mazao ya mifugo. Chombo hicho kitatusaidia hata ndani ya serikali kuwa wamoja. <laughs> Maana huo umoja hauko tu, sio kwamba ni tatizo kwa kwa wawekezaji. Hata sisi ndani ya serikali hatuko wamoja, kwa maana unapokuwa na bodi ya nyama yanashughulikia ya nyama. Huyu anapokuwa na bodi ya maziwa, kuna vitu vingine katikati humo havuna wa kushughulikia. Kuna mapembe, kuna makwato, hakuna mtu wa kuvishughulikia. Kuna ngozi sasa tunataka tuwe na chombo kimoja cha kuileta serikali kuangalia sekta ya mifugo kwa pamoja. Kwa hiyo maelekezo yangu pamoja na chombo hicho ni ni ni ni nitayarishie ni kikao na wauzaji wa nyama nje, na bahati nzuri baadhi yao nimeshakutana nao na bado naendelea kukutana nao. Kikao hicho mwaka huu hatuwezi tukawahi. Umeelewa? kiandae vizuri na ujitahidi niwe nimesha kwenda kwenye maeneo yao. Umeelewa? So, au mimi au naibu.